Furahi sana sana, meanza kuitafuta hii hati tokea mwaka elfu mbili na kumi na tisa naifatia hii hati yangu yani, shukuru sana nikuwa, niko nyumbani na namuguza mzazi wangu mnangu, nikamwambia magufatilia hiyo hati na kuomba ikitoka nipigia simu. Kweli jana mwangu akanipigia simu, mke wangu njoo, hati imeshatoka njoo usaini. Sikuamini kweli nikan sikulala nika, yani nikaamka mapema sana nikapanda basi nikaja hapa. Sikutegemea kwamba kwa muda mfupi huu nitakuwa nimekabidhiwa hati, yani nafurahia sana huduma hii. Naambia wananchi kwamba wote waliolipia kama mimi wasikae majumbani, waje wafuatie hati zao, zinatoka bila hata wasiwasi, bila hata usumbufu. Naitwa Mohamed Saidi, ni mwananchi na mkazi wa hapa Dodoma. Kwa nashukuru kwa na Wizara ya kutuletea hii huduma hapa, Wizara ya Ardhi, na leo nilikuwa na kufuatilia hati yangu ambayo nimeipata kwa muda mfupi, nimebahatika kuondoka nayo, na nashukuru huduma haijachukua muda mrefu sana, na hata kwenye utoaji wa huduma, ninashukuru customer care imekuwa ni hali ya juu. Kwa hiyo kwa kifupi, naipongeza sana Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kupitia katibu mkuu wake na management ya wizara kwa ujumla. Huduma imekuwa nzuri na nawasihi wananchi wenzangu wasipate kwa muda huu wasiwe tu wanakimbilia kule jiji kwa ajili ya kuchukua huduma, basi wengine waweze kufika hapa katika uwanja huu wa Chinangali. Huduma inayotolewa kule jiji au mkoani, na hapa hapa vile vile inapatikana kwao, na wasiwe wakipata wasa, basi waje, watahudumiwa tena na kwa haraka zaidi.